Ukiwa unafanya mchakato wako wa kuja ugaibuni mimi nakukaribisha sana Ufaransa na nakaribisha Ufaransa kwa sababu mimi ndio nchi ambao nilikuja kwa kupitia ufadhili nilipata scholarships za uh, serikali ya Ufaransa, nimekuja kusoma, lakini sasa hivi niko hapa nafanya kazi. Kwa kwa ya Ufaransa mekuja nataka nikupe sababu mbili tatu kwa nini Ufaransa ni nchi sahihi ya wewe kuja kusoma, lakini pia kama unataka kujiendeleza na kufanya maisha yako hapa. Sababu ya kwanza na kubwa kabisa mimi naiona ni kuwa Ufaransa ni nchi ambayo inatoa elimu bora lakini kwa gharama nafuu, na hii unaiona kwa vyuo public, lakini vilevile vile kwa vyuo ambavyo ni private. Hilo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, basi kuna sponsorship kibao ambazo zitakufadhili wewe kuja kusoma Ufaransa, ikiwemo serikali yenyewe ya Ufaransa kupitia ubalozi wa Ufaransa nchini Tanzania, lakini pia kuna mashirika mbalimbali ambayo yanatoa nafasi za, za ufadhili ili wewe uje kujiendeleza kimasomo nchini Ufaransa. Ukitaka kuangalia scholarships zinazopatikana Ufaransa nenda kwenye tovuti ya campusfrance.org ambayo itakupa maelezo na vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya katika kurahisisha mchakato wako wa kuapply vyuo pamoja na scholarships zinazopatikana Ufaransa. Lakini sababu ya tatu ambayo nayo ni muhimu kuwa baada ya masomo yako ukija nchini Ufaransa, umefanya masomo yako ya miaka miwili, miaka mitatu au baada ya muda gani inakupa kibali cha mwaka mmoja cha kuendelea kuishi hapa ili kutafuta kazi, na baada ya hapo ukipata kazi utapata vibali vya kuendelea kuishi hapa kutokana na, na, na muda wa mkataba wako uliopewa. Kwa hiyo baada ya kumaliza masomo sio swala la kukimbizwa kurudi nyumbani, ni swala la kupewa nafasi kuangalia kama unaweza ukafiti kwenye soko la ajira, unapata ajira yako, unaendelea kuishi na utaishi kwa muda ambao unataka unataka, kama unataka kurudi nyumbani unarudi. Sababu ya nne unapokuja Ufaransa, wewe kama mwanafunzi, unapata misaada mbalimbali ikiwemo fedha na mapunguzo mbalimbali ambayo yatasaidia kupunguza makali yako ya maisha. Mojawapo msaada hii ni kuwa unaweza ukapata fedha ambazo zitakupunguzia uh, kiwango chako unacholipa kwenye pango lako la nyumba. mwana, unapata hela kutoka serikalini kila mwezi ambayo itakuwa inapunguza makali yako namna utakavyokuwa unalipa kodi ya nyumba. Lakini cha pili, utakuwa unapata bima ya afya ambayo ni punguzo kubwa sana lakini na tatu utapata msaada au punguzo katika kadi za usafiri ambazo utakuwa nazitumia katika kuzunguka ndani ya mji ili kurahisisha safari zako hapa na pale wakati uko kwenye e, mchakato wako wa kupata degree yako. Sababu ya tano ni kwa nchi ya Ufaransa ni nchi ambayo inavutia vipaji na kutoa e, kipaumbele sana kwa wajasiriamali. Kuna mwamko mkubwa sana na msukumo mkubwa sana kuhusiana na e, ujasiriamali, hii ni kwa wageni pamoja na wenyeji. Hivyo basi utakapokuwa nchini Ufaransa utapata nafasi kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya uh, ujasiriamali. Una uwezo wa kuanzisha kampuni, una uwezo wa kufanya vitu mbalimbali huku mbali, ukipata msaada kutoka serikalini na uh, vitengo vi, mbalimbali vya serikali ambavyo vitakusaidia katika kuchambua wazo, kuangalia ujuzi ulikopo nao, msaada unaohitaji uwe msaada wa kifedha au msaada wa watu ambao watakuwa pamoja naye katika kuendeleza wazo lako, ni kitu ambacho kinawezekana. Hivyo basi, kama wewe unataka kuja kusoma lakini baadaye kuanzisha biashara yako au una wazo la kibiashara ambao ungependa kulianzisha, nadhani Ufaransa ni nchi ambayo inakufaa. Lakini sababu ya sita ni kuwa hata kama Ufaransa ni nchi ambayo inaongea Kifaransa, lakini ina courses nyingi sana ambayo inazitoa kwa lugha ya Kiingereza. Usisite kwa kuona kwa sababu Ufaransa ni nchi inaongea Kifaransa, lazima nijue Kifaransa ili kwenda kusoma. Hapana, ni nchi ambayo inatoa courses nyingi za Kiingereza, na wewe unaweza kuja kufaidika na elimu hiyo. Na mimi ni mmojawapo watu ambao nilikuja Ufaransa, sijui kabisa Kifaransa, lakini nilisoma koze zangu kwa Kiingereza na baada hapo nimemaliza, nimeanza kujifunza Kifaransa baada ya kumaliza masomo. Changamoto kubwa utakaokutana nao ni kuwa wakati unakuja kusoma hapa, unakusoma Kiingereza, watu wengi ambao wanakuzunguka pia wanaongea Kiingereza, hivyo hautokuwa na muda sahihi wa wewe kuanza kujifunza Kifaransa, itakuchukua muda zaidi kujifunza Kifaransa. Lakini baada ya masomo yako au baada ya muda ukijichanganya na watu ambao wanaishi Ufaransa, Kifaransa utakijua tu. Sio kitu cha kuogopa, ni changamoto ambayo itakukuza na kukuendeleza. Njoo Ufaransa, fanya kozi zako. Ukimaliza, kama ungependa kuishi hapa, utaendelea, utajifunza lugha, utaendelea kuishi Ufaransa. kama utaona Ufaransa ni nchi ambayo ikufai, utatafuta namna ya kuenda katika nchi ambayo utaona itakuwa na mazingira mazuri zaidi. Sababu ya saba ni kuwa Ufaransa ni nchi kubwa yenye shaboni kubwa na ya muda mrefu sana, hivyo basi uwepo wako Ufaransa, utajifunza mambo mengi kuona kama Mona Lisa, Eiffel Tower, Sacre Coeur. Utakuja kuona, uh, kuna, kuna vitu vingi sana vya kitamaduni na tamaduni za kifaransa za kuja kuzitambua. Karibu Ufaransa, uje kutembea na kuona namna gani wafaransa wanaishi. Lakini kitu kingine ambacho nimekifurahia sana Ufaransa ni kuwa Ufaransa iko katika location nzuri sana, iko kwenye uwanda fulani ambao, uh, haupati sana baridi wakati wa baridi, lakini haupati sana joto wakati wa joto lakini vilevile ni nchi ambayo imewekwa katikati, niseme iko katikati ya Ulaya kiasi cha kwamba hata kusafiri kwako kwenye kwenda kwa nchi jirani utakuwa una uwezo wa kutoka na kwenda nchi jirani kirahisi, kwa gharama nafuu pia. Kwa hiyo unaweza ukatembelea nchi kama Belgium, nchi kama Ujerumani, nchi kama Switzerland, Spain, Italy au vilevile vile unaweza ukaenda nchi mpaka Netherlands pamoja na Sweden. Kwa hiyo ni nchi ambayo iko karibu katikati ya Ulaya na una uwezo wa kutembea nchi nyingi ambazo uh, itakuwa zimekuzunguka lakini kumbuka pia ukija nchi Ufaransa utakuwa unatumia visa ya Schengen na visa Schengen ina kuruhusu kutembea karibu nchi eh, nadhani ziko 29 sina idadi kamili ya, ya nchi kichwani, lakini nchi 29 za uwanda au kanda wa Ulaya utakuwa una uwezo wa kutembea bila kuhitaji viza bila kuhitaji kitu kingine chochote. Ni document yako tuliokuja nayo kutoka Tanzania au nchi nyingine ya East Africa itakuruhusu kuingia hapa na kuzunguka na kutembea vizuri. Hivyo basi usisahau kuiangalia Ufaransa kama nchi sahihi ya wewe kuja kujiendeleza na kupata elimu yako ya juu iwe kuanzia bachelors degree, masters degree au PhD. Pengine waweza kuona nimeongelea faida tu za kuja kuishi Ufaransa na nimeacha na changamoto. Hapana. Lazima nikupe changamoto mbili tatu ambazo utakutana nazo ukija kuishi Ufaransa. Changamoto ya kwanza ni lugha. Nadhani hiyo haina hata haja ya kuelezea. Kama hujui Kifaransa, utakuja kupata shida kuishi Ufaransa, especially siku za mwanzo ambapo utakuwa ukikutana na watu, unahitaji kuomba msaada au kufanya vitu vingine, unashindwa kwa sababu haumuelewani. Kuna mikoa ambayo ukienda kuishi, kuna Wafaransa ambao wanaongea Kiingereza au watajitahidi kuongelesha vizuri Kiingereza, lakini kuna mikoa mingine Wafaransa hawaongei kabisa Kiingereza, wataongea lugha yao ya Kifaransa. Nadhani lugha inaweza kuwa changamoto kubwa sana kama utakuja Ufaransa bila kufahamu Kifaransa. Hivyo basi, kama unadhani utakuja kusoma Ufaransa, ni vyema anza mapema eh, jisajili kwenye kozi za kifaransa angalau upate kujua ABC kwa miezi miwili mitatu. Siku itakapokuja kutokea na kuja kusoma Ufaransa, tayari angalau utakuwa unaelewa mazingira ya Ufaransa na tamaduni zao. Hii itakusaidia wewe kukop vizuri na mazingira ya Kifaransa mara tu utakapofika. Changamoto ya pili ambayo ni kubwa sana na hii utakuja kukombana nayo mara tu baada ya kufika ni bureaucracy. Yani, mlolongo wa kufanya vitu huku ni mkubwa sana. Cha kwanza vitu vinachukua muda mrefu kufanyika, lakini paperwork pia, paperwork ni kubwa mno. Utahitaji kustuma document hizi na document hizi na document hizi si, si mara moja, ni zaidi ya mara moja. Ndio maana vitu vingi ambavyo tunamshauri mtu ambaye anakuja hapa kwa mara ya kwanza, document yoyote ambayo utakuwa nayo itunze vizuri, ili usije ukaipoteza kwa sababu watahitaji si mara moja, zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ni vizuri kama unapokuwa unakwenda sio Faransa, tunadhani nchi yoyote Unakuwa una copies nyingi za document zako, aidha vitu vyako vya kuzaliwa, vitu vyako vya kielimu. Usitume originals, tuma copies unakuwa nazo, ili itakapokuja kutokea wanahitaji unasituma. Lakini achana na document hizo, kuna document nyingine ambazo ukifika nchi husika, kwa mfano Faransa, utapewa zile document, hakikisha una copies nyingi. Unaweza kuchukua copies zako kwenye simu pia, ukawa na copies zako physical copies, ukihitaji utasituma kama kutokuwa na lazima wa kutuma document kwa njia online, utatuma lakini kwa kama kwa kusubmit kwa kutupitia njia ya posta utatuma pia. Bureaucracy ni kitu ambacho kinaweza kukufrustrate sana lakini, binafsi nakwambia, baada ya muda utazoea. Kwa sababu utapata changamoto katika kufanya application ya pango, yani nyumba. Utafanya, uh, utapata changamoto wakati wa kufanya application ya bima ya afya utapata changamoto katika kufungua akaunti za benki ya yani, sehemu zote hizi watakua wanahitaji paperwork, uh, document na, na itachukua muda mrefu sana mpaka uje kupata vitu ambavyo unahitaji. Lakini ndo maisha ya Ufaransa ambayo yalivyo utakuja kuzoea. Changamoto ya tatu ambayo unaweza kuja kukutana nayo ukija Ufaransa ni gharama za maisha. Gharama za maisha nchini Ufaransa ziko juu. Uh, na kuna mikoa ambayo gharama za maisha ziko juu zaidi, kwa mfano mji kama Paris. Uh, gharama za maisha mji kama Paris au mji kama Lyon, mji kama Lille au Marseille ziko juu ukilinganisha na miji mingine ambayo ni midogodogo na mara nyingi sana, shule nyingi ambazo zinapatikana au vyuo vingi vinavyopatikana vizuri na vikubwa vinapatikana katika miji kama hii, hivyo miji mikubwa ile mara nyingi sana inakuwa ina gharama kubwa sana za maisha, na gharama kubwa ya maisha inatokana na pango. Hivyo hii inaweza kuwa kikwazo, lakini kama unakuja na scholarship ni kitu ambacho kinakuwa covered tayari lakini kama unakuja kujisomesha mwenyewe inabidi uangalie sehemu ambazo unaweza kaishi ili kupunguza kidogo makali ya maisha, na kama nilivyosema hapo mwanzo, serikali inakusaidia katika kulipa sehemu ya pango. Lakini sasa, hii inategemea umekujaje. Kama umekuja mwenyewe uh, kwa, kwa kujisomesha, mara nyingi sana inaweza kawa changamoto, lakini kama umekuja na scholarship, mara nyingi sana serikali inakuwa ya kwanza kukupa uh, uh, namna gani ya kupunguza makali ya maisha, kwa sababu inatambua kuwa kwa hela yako unaopata wakati wa scholarship namna na gani unaweza kujibudget ili kuweza kuishi maisha ambayo yatakusaidia wewe kufanya elimu yako vyema kabisa. Na hii ni moja wapo ya namna ya wewe kujifunza. Hizi ni changamoto, lakini ni namna ya wewe kujiadjust maisha yako ili uelewe namna gani unaweza kujitegemea, especially kwa wale watu ambao wametoka nyumbani hawajawahi kukaa wenyewe. Starehe zinazopatikana zipo lakini gharama yake zinaweza kufanya ukaanza kuishi kwa kushindia mikate kila siku. Changamoto ya mwisho ambayo ningependa kuigusia inatokana na tamaduni. Unapotoka nje ya mipaka ya nchi yako, tamaduni zinabadilika na mara nyingi sana vitu tunavyokumbana navyo nje vinakuwa ni tofauti na vile ambavyo tumezoea kufanya ndani. Sasa hii inaitwa culture shock, au ni kuona namna gani watu wanafanya mambo tofauti au wanafikiri tofauti na vile ambavyo wewe ulikuwa unafikiri ulipokuwa nyumbani. Sasa basi, hii mara nyingi sana inakuwa zaidi pale ambapo ile nchi unayokwenda inaongea lugha na ina tamaduni tofauti na ile ambayo wewe umezoea. Kwa mfano, Ufaransa ni sehemu ambayo ukija kufika hapa utakuja kugundua hata namna ya kutengeneza marafiki, hata namna ya kuongea na watu, kuna vitu vingi sana vimebadilika. Hivyo basi, inaweza kuwa ni shock either positive au negative kwako, lakini, lakini ni kitu cha muda mfupi, kwani baada ya kutambua na kuelewa ni namna gani ya kuishi nao utajua namna gani ya kujiweka vizuri ili kuishi nao na hii itakufanya wewe basi baada ya muda uelewe ni namna gani unaweza kukop, katika tamaduni ngeni sio tu Faransa, lakini nchi nyingine yote utakaokwenda. Changamoto nilizoziongelea ni namna mojawapo ya wewe kukua na namna mojawapo ya wewe kujiendeleza na kuwa mtu ambaye una uwezo kuishi mazingira yoyote ughaibuni. Kwa hiyo karibu sana. Ufaransa ni nchi ambayo binafsi nadhani inakufaa, na kama ukitaka kujua namna gani ya kuomba scholarship na vitu vingine vinavyohusiana na Ufaransa, kitabu kipo hiki hapa, na nimekuwekea linki kwenye description. Angalia ni namna gani unaweza ukaja kupakua kitabu hiki, ili kurahisishie mchakato wako wa kuja kusoma ughaibuni vilevile kwa kupitia ufadhili. Mi nakutakia kila laheri katika maombi yako ya fursa za kielimu pamoja na ufadhili.